Shirika la ndege la Qatar Airways imemfuta kazi mhudumu wa ndege baada ya tukio la wizi kuthibitishwa katika safari ya daraja la biashara kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Doha hadi uwanja wa ndege wa Changi, Singapore. Abiria aliyepoteza simu yake ya mkononi iliyokuwa imeachwa kwenye choo ameweka malalamiko rasmi kwa mamlaka za usafiri wa anga baada ya kudai kuwa fidia iliyotolewa na shirika la ndege haikutosha kutosha. Mwathiriwa ameripoti usumbufu mkubwa katika safari yao ya kibiashara ikiwemo mikutano iliyofutwa na hofu za kiusalama huku Qatar Airways ikitoa fidia ya gharama ya kuchukua kifaa kipya licha ya kukiri wizi huo kupitia meneja uchunguzi wa usalama. Tukio hilo lilitokea tarehe 28 Machi mwaka 2025, wakati abiria wa daraja la biashara alipoacha kwa muda simu yake chooni muda mfupi kabla ya kutoa Singapore. Aliporejea dakika chache baadaye, simu hiyo ilikuwa imetoweka, na teknolojia ya ufuatiliaji baadaye ilionyesha simu hiyo ikiwa katika hoteli ya hudumu wa ndege Singapore, kabla ya kuhamishwa Filipino. Uchunguzi wa Qatar Airways ulithibitisha wizi huo na kusababisha kufutwa kazi kwa mhudumu aliyekuwa na hatia. Hata hivyo, huduma kwa wateja kutoka kwa shirika hilo imetajwa kuwa na ucheleweshaji, mawasiliano yasiyothabiti na fidia isiyoridhisha, kwa mujibu wa maelezo ya abiria aliyeathirika, ambayo hayakuzingatia athari kubwa zaidi ya tukio hilo. Shirika hilo lilipuuza maswali ya abiria kwa wiki kadhaa kabla ya kutoa fidia ya SGD 949 takriban euro 105. Kufidia gharama ya kifaa kipya pekee. Mawasiliano ya baadaye kutoka Qatar Airways yalielezea tukio hilo kuwa ni mali ya binafsi iliyosalia bila uangalizi kinyume na matokeo ya uchunguzi wao wenyewe. Kwa hasira kutokana na jinsi shirika lilivyoshughulikia tukio hilo, abiria huyo aliwasilisha malalamiko rasmi kwa mamlaka ya usafiri wa anga ya Qatar na mamlaka ya usafiri wa anga ya Singapore. Malalamiko hayo yanaangazia sio tu wizi huo bali pia kushindwa kwa huduma kwa wateja baada ya tukio hilo, jambo lililozidisha athari kwa mwathiriwa. Abiria huyo ambaye alikuwa amehamia Qatar Airways baada ya miaka mingi ya kuwa mteja wa Singapore Airlines, alielezea masikitiko yake juu ya jinsi shirika lilivyoshughulikia ukiukaji mkubwa wa usalama uliofanywa na mfanyikazi wao. Licha kuwasiliana na ofisi ya mkurugenzi mtendaji na uongozi wa juu, abiria huyo anaripoti kwamba hakuna suluhisho la kuridhisha lililopatikana. Wataalamu wa sheria wanasema mashirika ya ndege yanawajibika kwa vitendo vya wafanyakazi wao, hasa katika matukio ya wizi wa mali ya abiria. Tukio hili linaibua maswali kuhusu taratibu za kiusalama, uchunguzi wa wafanyakazi na jinsi Qatar Airways inavyoshughulikia fidia kwa wateja kufuatia utovu wa nidhamu uliothibitishwa wa wafanyakazi wake.